Kitu mojawapo kitu mojawapo ambacho a kinawatoa confidence sana wanawake wana wakati wa tendo la ndoa huwa ni ile uke uke uke uke uke kujamba uke uke kujamba. Ni uh, vaginal coughing, sio kitu kibaya, wala mtu asije akakwambia kwamba kwa kuna tuna dawa ya kuzuia uke uke kujamba. Sasa inatakiwa ni psychology tu ya mtu ambaye uponaye mpenzi ulio naye, kwamba anaweza kaona ni kitu kibaya, au wewe mwenyewe unajishtukia. Lakini sio kitu kibaya, kwa sababu ile ni hewa inakuwa imeingia. Kwa hiyo, na mara nyingi inaingia wakati uume uh, ndo naingia, mzee anapoingia pale na enyewe inaingia, inatokea ile hewa, ile inavyokuwa inalia ni hali ya hewa. Uh, nakuondoa wasiwasi kabisa, haina, haina maana kwamba wewe ni ya shimo lako labda limetanuka sana, au upo tofauti na watu wengine. Hapana, ni vitu vya kawaida ambavyo vinawatokea wanawake wengi wengi wengi wengi sana, sawa. So, natokea watu wengi wengi sana, na hiki kitu kinafanya wanawake wengi wanakofu, wanakosa confidence. Kwa hiyo hamna haja ya kukosa confidence kwa sababu ndivyo ilivyo, ni kawaida sana, sio ugonjwa Utaanza kutumia madawa mengine kwamba kuna dawa za kubana sijui nini. Hapana, mi nakwambia kwamba hata wale watu ambao wapo kwenye ndoa, mtu ana mtu mmoja, hiyo hali ina, inatokea inaweza katokea, sababu ni ile hewa mengia, inakuwa imeingia tuna pale, inakuwa inatoka. Kwa hiyo sio kitu kibaya, mtu asikwambie au usijifikirie vibaya kwamba hapa kimeenda pana, waendelea tu, mambo yapo safi.